Huh? Anyway, it's your girl, Isabella Mpanda, lakini wengi wao wanapenda kuniita Bella Faster au Miss Ruvuma nisiyochuja kama unavyoniona mtoto mkali. Uh, napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu leo ni birthday yangu, natimiza miaka kadhaa ambayo sitaki kuiweka wazi, lakini nashukuru leo tarehe 15 mwezi wa 4 ni birthday yangu. Pia napenda kushukuru rafiki zangu, familia yangu, yani, yani watu wote kwa ufupi, ambao wameniwish na ambao hawajaniwishi, nawapenda sana na wapenda pata sana, pia mashabiki zangu, and pia Jamani, nimefurahi sana mpaka nashindwa kuongea. Pia napenda na wapenda sana Global Publishers, kwa sababu Global tumekuwa tumeishinao kama ndugu. Sisi kama Scorpion girls wanatupenda sana wanatusupport sana, hata leo mmekuja hapa Global Publishers. Mimi nasema nashukuru sana Global. Nawapenda sana. Mambo mengine sisi hayatuhusu, haya chini ya carpet. Sisi tunachojua Scorpion Girls na Global Publishers ni baba na mama yake au na mtoto wake tunawapenda Global Publishers. And this is your girl Bella Fasta from Scorpion Girls. Today is my birthday. I celebrate. I'm happy. I'm very happy more than having. Love you all. Yeah, yeah, yeah. Here in, in Belinda. Kama mlivyoona it happened. Keki kubwa na keki mengi, sababu sio kubwa moja, mengi, mashampeni mengi, mapombe mengi, mavyakula mengi. Kwa hiyo tuna celebrate, yes, tunatumia pesa. Si unajua pesa zetu sio za wizi eh? Kwa hiyo ingekuwa pesa za wizi kipindi cha Magufuli tungenyooka, lakini kwa kuwa sio za wizi, acha tule bata. Kama unavyoona mtoto mkali, nini, nywele kali, kucha kali, sura kali. Yani kila kitu Bella Fasta eh? yeah I'm good. I'm good. Done. I love you, Global Publishers. I love love you, you, Global Global TV Online. One love.